Yes. Yes, wadau wa Comrade Ali Mafta, wadau wa Shamba Next, wadau wa Kamstol. Leo tunakuletea viwanja, viwanja vinauzwa. Viwanja viko ganagaza, wapi? Ukibaa, ni maeneo mazuri kabisa, na kuna mradi mkubwa kabisa hapa ko karibu, ni mradi wa, wa mwekezaji wa, ni, ni Mwarabu ni, ambaye anafuga kuku. hasa kwa wale watu wanaofuga kuku ni maeneo mazuri sana. Sababu kuna mdau hapa anafuga kuku kabisa lakini hivi viwanja vinauzwa, vina 20 kwa 20 kama unavyoona hapa. Kama hiki hapa kinatoka hapa mpaka huku kingia, na hii inakuja mpaka kwa, unaona pale iko hapo, iko bei yake inafuka kabisa, nitakutajia hapa, lakini kuna vingine vimeshauzwa, maeneo mengine yote unaona kule yameshauzwa na vimeshaanza kujengwa huku, lakini kuna vipande vilivyobakia hapa, vichache vilivyobakia. Sasa so, nakuhitaji wewe kama mfugaji na kuhitaji kama wewe mdau wa, wa kuja uchukue kiwanja huku. Kwa sababu gani? Huku kunaendelea, ndio Kibaba naipo Garagaza, nakupa location yake yote, hakika mradi hapo. Lakini angalia kuna nyumba zimejengwa kule mbali, ukiziona zile nyumba zile pale, utaona. Kwa hiyo sisi tuna miradi ya kwanza, ni maeneo ya ufugaji, tunakodisha maeneo ya ufugaji, lakini vile vile pia tunauza viwanja, viwanja vinavyofaa kwa kujenga, viwanja vinavyofaa kwa kwa mambo ya miradi ya ufugaji lakini pia tunauza mashamba. Ukiangalia huko kote huko tunaona ni mashamba. Yote tunayauza sisi. Yote tunayauza mpaka kule. Hapa ni Kibaha sio mbali kabisa kutoka barabarani. Kutoka barabarani pale. Ni karibu kabisa, karibu na chuo cha, cha cha cha cha cha CCM kile chuo cha cha cha cha uongozi sio mbali sana kutoka mpaka chuo cha uongozi ni ngambo ya pili chuo cha uongozi na kwa upande ule. Hiki, huku upande huu hapa inaenda kilomita zinazofanana na chuo cha uongozi kilipo. Karibuni sana. Hii ndio shamba next. Hii ndio Camsto. Huyu ni Comrade Ali Bafta. Njoo jipatie shamba, njoo jipatie nyumba, njoo jipatie kila kitu.